Mei Mosi ya mwaka huu 2025 ni Mei Mosi ya aina yake. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Hanang' tunamshukuru mno kwa kutupa sisi ofa, wale watumishi hodari 32 ametupa support kubwa kwa maana ya gari na padiem ili kuja kushiriki Mei Mosi ya kitaifa e, ambayo ime, ameshiriki mheshimiwa rais Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tumesema ni Mei Mosi ya mfano, kwa sababu raisi ame amewatia watumishi wa, wa Tanzania moyo kwamba katika uchumi wa nchi uchumi wetu wa Tanzania sasa umepanda kwa asilimia 5.5. Na walio na waliofanya hivi ni watumishi wa umma na, na ndiyo maana rais kwa roho yake na moyo wa bashasha ameongeza e, mshahara kwa asilimia 35 kwa kima cha chini. Hii imewaka hii imewapa moyo watumishi wa umma, na kwa kufanya hivyo watumishi wa umma tunaiahidi serikali kuwapa utumishi uliotukuka na kuongeza tija na ufanisi kazini. Kwa majina anaitwa Dr. Dorothea Mosha ni mganga mfawizi wa zanati ya Endasaki. Binafsi ninashukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuwapa kwa, kwa, kwa, kwa, moyo watumishi kwa kuwaongezea nyongeza ya asilimia 35. Kweli inatupa nguvu ya kufanya kazi kwa... <tosimu> DED Hanang' Mheshimiwa Teresia Irafay tunamshukuru. Pia mimi kama mfanyakazi bora, kwa kutugaramia safari na posho za kuja kushuhudia Mei Mosi huku Singida, pia naye tunamtakia majukumu mema. Naitwa Dr. Peter Patrick ni mtumishi kutoka katika wilaya ya Hanang', idara ya afya. Kiukweli, Mei Mosi ya mwaka huu imekuwa ni Mei Mosi ya kipekee, Mei Mosi ambayo imefana sana na kila mtumishi aliyeweza kufika hapa ametoka akiwa na tabasamu kwa sababu ya maneno mazuri ya mama yetu Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hata pia kila mtumishi ambaye amefika hapa baada ya kusikia leo ongezeko ambalo natarajia kutokea kwa kweli wengi wameahidi kwamba wanakwenda kufanya kazi katika moyo na kuhakikisha kwamba yale ambayo yanakusudiwa kuweza kupatikana kupitia serikali yetu yanafanikiwa kupitia watumishi.